Bwana, naweka moyo wangu mbele zako, nipe amani yako. Mungu wa rehema, Baba wa milele, asante kwa zawadi ya uhai, asante kwa kunilinda usiku na mchana. Leo nimekuja mbele zako nikiwa na moyo wa unyenyekevu, nikiomba utawale mawazo yangu, roho yangu na njia zangu. Bwana, najua upo pamoja nami. Najua hakuna mpango wa adui utakaofanikiwa juu ya maisha yangu, juu ya familia yangu, juu ya watoto wangu, juu ya kazi yangu, juu ya safari zangu na juu ya hatima yangu. Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu, ni mwogope nani? Leo ninalifanya neno lako kwa kuwa ngao yangu, ninatangaza ya kwamba hakuna uchawi utakaonigusa, hakuna maneno ya laana itakayonivunja, hakuna mipango ya siri ya adui itakayofanikiwa, hakuna nguvu ya giza itakayosimama mbele yangu, hakuna mitego itakayofanikiwa juu ya familia yangu. Bwana nisimamishe juu ya mwamba usiotikiswa. Ee Mungu, kwa jina ya Yesu Kristo nakataa kila mpango wa uharibifu, kila fitina chuki iliyopandwa kimya kimya, kila uchovu wa kiroho, hofu isiyo ya kawaida, kila ndoto mbaya, kila mipango ya kutaka kunivuruga, kuniangusha, au kunipotezea njia. Ninatangaza sauti yangu mbinguni, hakuna silaha itakayofanyika juu yangu itakayofanikiwa. Katika kitabu cha Isaya 54 mstari wa 17 inasema hakuna silaha itakayofanyika juu yako itakayofanikiwa. Mungu anasema mimi ndiye ngao yako, wewe si wa kushindwa. Fikiria mikono ya Mungu ikiwa juu yako, fikiria mwanga wake ukizama juu ya nyumba yako, fikiria Yesu akitembea mbele yako, nyuma yako, kulia na kushoto, uko salama. Bwana, kwa jina kuu la Yesu Kristo, ninafunga kila lango ambalo adui alijaribu kufungua. Ninavunja kila kamba ya giza, ninakata minyororo ya maamuzi mabaya, hofu, huzuni na roho za kutisha. Ninatangaza ya kwamba mimi ni Mungu, nafsi yangu imemimi ni wa Mungu, nafsi yangu imefungwa na damu ya Yesu. Hatima yangu iko mikononi mwa Mungu. Hakuna nguvu ya giza yenye mamlaka juu yangu. Ninajifunisha nguvu ya Kristo isiyoshindwa. Ninaweka boma la damu ya Yesu juu ya mlango wa nyumba yangu. Chumba changu, kitanda changu, mtoto wangu, ndoa yangu, kazi yangu, safari zangu na maisha yangu. Nimesimama katika ushindi wa Yesu. Mungu ananipigania vita vyangu. Niko chini ya neema si chini ya hofu. Nilicho nacho ni cha Mungu. Hakuna atakaye niangusha. Niko salama, nimehifadhiwa na nitashinda. Bwana, nitembee katika nuru yako, niongoze, nikushike, nisikie sauti yako. Nipatie amani isiyopimika. Neema isiyoisha, ulinzi usio na mipaka hekima ya kutambua mitego ya adui uthabiti wa roho ujasiri wa kusimama katika vita vya kiroho e mungu fanye njia ninapotembea fungua milango ambayo hakuna mwanadamu anaweza kuifunga funga milango ambayo yasingefunguliwa katika jina la yesu Bwana, nimekabidhi maisha yangu mikononi mwako. Chochote kisicho kutoka kinaondolewa, na kila kilichochema kimefinikiwa na shinda kwa damu ya Mwanakondoo. Amina. Watu wa Mungu, asanteni kwa kusali pamoja nami. Tafadhali subscribe and like ili tuweze kuendeleza kazi ya Mungu.